Tatu. Kanuni ya tatu ya kuisikia sauti ya Mungu kusoma na kutafakari neno la Mungu kila siku. Timotheo wa pili tatu, kumi na sita na kumi na saba anasema kila neno lafaa kwa nini? Kwa mafundisho na ukienda kusoma Zaburi mia moja kumi na tisa, mstari wa mia moja na tano utaona neno la Mungu ni taa ya miguu yangu na mwangaza wa njia zangu. Maana yake nini? Tumeona njia mojawapo ya kuisikia sauti ya Mungu ni kusoma neno lake, ni kusoma neno lake. Kwa hiyo ukiwa na desturi ya kulisoma neno la Mungu kila siku, una possibility kubwa au una access kubwa ya kuweza kuisikia sauti ya Mungu kupitia neno lake. Hii itakusaidia kwa sababu Mungu hunena pia kwa njia ya neno lake, kwa njia ya andiko, kwa sababu hakuna jipya chini ya jua, yote ambayo yapo yalishawaitokea na pia yatatokea. Bwana Yesu asiwe sana. Lazima uwe mtu wa kusoma neno la Mungu, lazima uwe mtu wa kusoma neno la, sio tu kusoma, na kulitafakari na kulitafakari kwa kina, ili uwe na access kubwa, uwe na uwezo mkubwa wa kuweza kuisikia sauti yake. Haleluya, watu wa Mungu, sijui kama tuko pamoja. Kwa lazima tutambue hili na tulifahamu hili ya kwamba Mungu anakusudi na wewe. Na kila mmoja Mungu Mungu anatamani, anatamani aisikie sauti yake. Usikie anachokuelekeza na uelewe ni nani ambaye unazungumza naye. Bwana Yesu asiwe sana. Jambo la nne la kama kanuni ya kuisikia sauti ya Mungu kuwa na moyo wa utulivu na usikivu. Unataka kuisikia sauti ya Mungu, lazima uwe na utulivu. Mungu hasemi na watu ambao ni pelelele. Mungu hasemi na watu ambao wenye papala, hasemi nao. Mungu ananena katika utulivu. Mungu anasema katika utulivu. Ili uweze kuisikia sauti ya Mungu, lazima ujenge utulivu ndani yako. Ninapozungumzia utulivu ndani yako, sina maana ya kwamba sasa kila ukia kila ukienda unakuwa mnyonge mnyonge hivi unakuwa mkimya mkimya, haongei na watu no, no, no, no, simaanishi utulivu. Kuna mtu anaonekana ni mnyonge mnyonge mkimya mkimya, lakini ndani yake hana utulivu hata kidogo. Ndani yake ana makona kona mengi, ana papala papala nyingi lakini kuna mtu anaweza akawa mchangamfu anaongea na watu hivi na hivi, lakini ndani yake ana utulivu mkubwa, na huyo Mungu ndio anayemtaka, na ndakuwa ni njia rahisi ya kuisikia sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usifikirie kwamba kukaa kwa unyonge unyonge basi hey, hey, hey, ndio utulivu. Utulivu hakuna utulivu wa dizani. Mungu anataka wenye utulivu kwenye mioyo yao, ndani ya mioyo yao Nenda kasome Wafalme wa kwanza sura ya kumi na tisa mstari wa kumi na mbili. Ukitaka kujua zaidi anzia mstari wa kwanza. Utakuja kuona habari ya mtu mmoja anaitwa Eliya. Eliya ameenda kule jangwani ameenda kujilaza huko. Lakini mara ghafla anaona tetemeko. Wakati huo mara ghafla anaona moto. Mara ghafla anaona upepo lakini katika yote hayo, katika moto, katika tetemeko, katika upepo, Mungu hakuwepo mule. Lakini kumi na mbili anasema hivi: na baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto ule, na baada ya moto sauti ndogo ya utulivu ikawa. Eliya alipoisikia alijifunika uso wake katika mavazi yake, akatoka akasimama mlangoni mwa pango, na tazama sauti ikamjia kusema unafanya nini hapa Elia? Unaona hapa, sauti ndogo ya utulivu. Ungekuwa unatakiwa utulivu wa nje, basi Elia asingekuwa na haja ya kutoka kusimama mlangoni. Angefanyeje Elia? Angebaki huko huko chumbani akajifungia, si utulivu? Lakini anasema akasimama mlangoni, kajifunika shuka yake, amesikia sauti ya utulivu, akakaa kutulia kuisikiliza hiyo sauti. Kwa hiyo lazima uwe na utulivu ndani yako, ili uweze kuisikia sauti ya Mungu. Jambo la mwisho kabisa ambalo ni kanuni ya kuisikia sauti ya Mungu pamoja na kuitambua hii ni sauti ya Mungu, ambayo ni jambo la mwisho, ili kutambua sauti ya Mungu ni kukubali kuongozwa na Roho ambaye ndiye mthibitishaji wa sauti ya Mungu. Wewe kama Hauko tayari kuongozwa na Roho Mtakatifu. Uwe na uhakika ya kwamba, uwe na uhakika ya kwamba, uwe na uhakika ya kwamba, kwamba, una nafasi ndogo sana ya kutambua na kuthibitisha kuwa hii sauti ya Mungu au sio ya Mungu, lakini huyu Roho Mtakatifu ndiye atakayekusaidia kukuthibitishia ya kwamba hapa ni Bwana amesema, hapa ni Mungu amesema, na hapa ni mwanadamu amesema, na hapa ni shetani amesema. Lazima ukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Lazima tukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu, maana yeye ndiye anayethibitisha kwamba hii ni sauti ya nani, inatoka wapi, ni nani aliyezungumza, ni nani aliyesema. Bwana Yesu asiwe sana. Walumi 8:14 neno la Mungu linasema kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Wale wote wanaoongozwa na roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo natamani kuisikia sa. Kubali kuongozwa na Roho Mtakatifu, kubali kuonekana, hujui Roho Mtakatifu akufundishe. Yeye ndiye atakuwa na kuthibitisha vitu vingi, ya kwamba hapa ni Mungu amesema, hapa ni Baba amesema, hapa ni Bwana amesema, hapa ni shetani amesema, hapa ni watu wamesema. Haleluya, watu wa Mungu. Sasa kwa dakika ambazo zimebaki twende mbele za Bwana. Tumwambie Baba asante kwa fadhili zake. Asante kwa kuwa amesema na sisi. Ametuona sisi ni wa thamani ili aweze kutujulisha siri zake. Aweze kutuambia siri zake. Nenda mbele za Mungu sasa kwa kadri Roho Mtakatifu atakavyokuongoza. Sema na na Mungu, nena na Mungu. Baba, tunakushukuru watoto wako. Tunakutukuza, e Mfalme wa falme. Tunasema asante Mungu le hai. Tunasema asante Jova Shama, tunakuchukuza Baba, kwa neno lako ili ambalo umetufundisha. Mungu mkuu ni wewe Bwana, unaitwazia mema. Ni wewe Jova unaitwazia mazuri, ndio maana umesema na sisi kwa sante. Kwa kwa hiki tunasema tunasema asante, asante Bwana kwa wema wako, Baba, kwa fadhili zako asante, mfalme wa falme kwa neno lako ili ambalo umesema na watu wako, umesema na Tanzania, umesema na dunia nzima, umesema na kanisa lako umesema nasi Bwana, haujatuacha Mungu liye mkuu tunakushukuru. Fanya jambo kwa hiyo mama, mwezeshe baba, tia nguvu mfalme, mfalme. Futa kila sauti ambazo amezisikia akajua ni sauti yako, zimempoteza zimemrudisha nyuma, zimemkatisha tamaa, bali Mungu aliye hai, ukae pamoja naye mfalme, ukae karibu naye Jehova Shama, ukamuongoze wewe Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, kwa uweza wa china lako Baba mtakatifu nikiamini Bwana kuwa umetenda na umefanya, Mungu le hai umefanya, jova ile umefanya, mwamba vyote kupitia jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu, nikiomba na kushukuru Amen.